Na kulingana na mpango wetu ni kwamba sasa tunakuja kwenye awamu ya pili ambayo ni ya waheshimiwa mawaziri uh, inaanza leo tarehe 14 na ya mwezi wa, wa, wa nne wa, mwaka 2025 tutakwenda wizara zote, na baada ya hapo tutakuja programu inayofuata sasa itakuwa sasa ni ya mikutano ya viongozi katika mikoa. Tutakwenda kwenye mikoa yote ya Tanzania. Sisi Idara ya Habari tutaratibu mikutano hiyo tukishirikiana na wakuu wa vitengo vya habari vya mikoa na vya wilaya, ili Watanzania wapate fursa ya kujua serikali yao inafanya nini katika ngazi ya kitaifa, katika ngazi ya mikoa yao, na katika ngazi ya wilaya zao. Kwa hivyo, leo wewe unafungua dimba katika awamu ya pili ya mikutano ya waheshimiwa mawaziri. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru mawaziri wote mawaziri wote baada ya kupelekewa taarifa hii wamekubali, wako tayari, lakini kwa kipekee nakushukuru sana wewe. Pamoja na kwamba kazi hii ni ya kwako mheshimiwa waziri, lakini nakushukuru kwa kukubali kuja kufungua dimba, waeleze watanzania kazi iliyofanywa na serikali kwa miaka minne ya serikali ya awamu ya sita katika wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ndio makubwa ya utekelezaji wa sheria na miongozo inayolenga kuboresha tasnia ya habari nchini. Serikali ya awamu ya sita katika kipindi cha miaka minne imefanikisha kuanzishwa kwa Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari kama ilivyoelekezwa na Sheria ya Huduma za Habari sura ya 229. Bodi hii ambayo ni ya kwanza kuanzishwa tangu kupitishwa kwa sheria hiyo ilizinduliwa rasmi tarehe tatu Machi 2025. Haya ni mafanikio makubwa na ya kihistoria katika kulinda na kukuza uhuru, ubora na uwajibikaji katika sekta ya habari na kuipa taaluma ya uandishi wa habari heshima na hadhi inayostahili kama moja ya taaluma muhimu sana duniani. Kwa kazi ya bodi hii, kama tulivyosema, pamoja na hayo itaanza na kazi ya uwezeshaji ili taaluma hii ipate heshima na hadhi inayostahili kama ilivyo kwa taaluma ya wanasheria wahandisi madaktari wasanifu majengo eh. Mwana hilo nilisisitize kwa sababu wakati mwingine watu wanasahau hii ni taaluma na ni taaluma ambayo wale wenye vipaji hawana budi vipaji hivyo kuvinoa ili pia viwe na viwango vya taaluma vinavyozingatia kunga maadili mila na desturi za uandishi uh, wa habari ikiwa ni pamoja na kuvaa unadhifu, unadhifu na kwa, kwa, kwa, kwa unadhifu magawa mengine nadhani maadili miadi ya uandishi tu pia mwonekano ili ukipita unajua huyu ni mwandishi wa habari tofauti eh, na mwingine kama ambavyo ukikutana na injinia kwenye saiti unajua huyu ni mhandisi. Jingine ni katika shirika letu la utangazaji la taifa TBC mafanikio makubwa ni pamoja na kutungwa kwa sheria ya shirika la utangazaji TBC ya mwaka 2024. Kwa kipindi chote TBC ilikuwa haijaanzishwa na sheria ya Bunge, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua TBC sasa ipate nguvu ya kisheria na iundwe kwa sheria ya Bunge. Kwa tarehe 30 Januari mwaka 2025, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha mswada wa sheria ya shirika la utangazaji Tanzania TBC ya mwaka 2024. Kupitishwa kwa sheria hii utaongeza ufanisi wa shirika na sasa TBC itakuwa ni taasisi ya mfano kwa kuwa itaweza kutanua mawanda yake katika nchi mbalimbali kwa kuwekeza miundombinu na kuitangaza nchi kimataifa na kukuza lugha adhimu ya Kiswahili ikiwa ni pamoja na mipango ambayo sasa tunaanza ya kuanzisha external service ya TBC ili iweze kurusha matangazo ya Kiingereza dunia nzima ili dunia iifahamu Tanzania kama ambavyo ilifanya wakati wa mapambano ya ukombozi wa kusini mwa Afrika wakati external service ilipotangazia nchi zote za Msumbiji, Zimbabwe, Afrika ya Kusini, Namibia, Angola katika mapambano yao. Lakini jingine kwa upande wa TBC la pili ni upanuzi wa usikivu wa shirika la utangazaji la taifa, TBC nchini. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita, mafanikio makubwa yamepatikana katika kuimarisha upatikanaji wa habari kwa wananchi kupitia TBC. Mradi huu unahakikisha wananchi wengi zaidi wanapata taarifa sahihi kwa wakati. Mafanikio haya yanadhihirisha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya sita ya kuimarisha mifumo ya mawasiliano ya umma na kuhakikisha Watanzania wote wanapata taarifa kwa usawa bila kujali mahali walipo. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.